Mwenyekiti wa BMU huu hapa, tunampigia mwenyekiti wa BMU tu vizuri. Mwenyekiti wa BMU mtu adili, na ukitaka kujua hilo kama ni mtu adili, sidhani kama taarifa hazijaweza kukufikia kwa BMU hii. Wana mapungufu ya wizi milioni moja na laki tatu, na hela zake juu. Katibu uongo, naongopa Enzi ya Magufuli anawafukuza hapa hapa, Mbraza Magu, anawatimua hapa hapa, ushahidi wa watu huo, unausikia mheshimiwa, hawezi huo ushahidi namba moja. Na hivyo vikao vimekaliwa sana, wadili hizo na kesi hizo zimefika mpaka TAKUKURU, kesi hizo mpaka usalama wa taifa, mpaka usalama wa taifa anazijua ab. Lakini pia kwa kukuthibitishia kwamba mheshimiwa huyo ni tuadili mi nishamfuma, simara moja simara mbili, kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali elfu ishilini kuniziba ndomo, mikanipa elfu tatu. Kataa blaza na lamazani kubwa kataa, kataa. Kwa ushahidi na apa, kwa jina la Mwenyezi Mungu si na ardhi hii, kanipa elfu tatu, elfu tatu, wallahi wa billahi wa taala, mtu adili. Lakini pia ana watu wake wa kucheza na udili Walivuliwa samaki taa kachuka kachukua elfu saa sina tano naelewa, sijui na mheshimiwa, nilinde lindea viongozi wa BMU hutumia ubabe.